Asalamu alaykum, ndugu zangu wa Msewa Online TV. Na leo ni siku yetu pendwa, siku yetu ya dua ambayo tulisubiri kwa hamu sana, na leo unaona, tumefika siku yetu maalum. Kwa hiyo karibuni sana, ambao mpo majumbani, mliokupo nyumbani, makazini, karibuni. Tunakaribia kuanza dua yetu pamoja kwa pamoja, mwanzo mwisho. Na hapa nipo na kijana ambaye namuona naye pia vilevile vile, yupo kwenye jambo hili, tutakuwa naye karibu sana. Kwa majina unaitwa nani? Ah, kwa majina anaitwa Ibrahimu. Kwa majina naitwa Ibrahim. Ibrahim. Nini ambacho kimekufanya mpaka ufike siku ya leo? Ah, kitu kilichonifanya nifike siku ya leo. Kwa kweli siwezi nikazungumza sana. Kipi kilichofanya kwa ila ni siku muhimu sana katika maisha yangu, hasa hasa ni mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo hili kwa kweli tunafanya kila mwaka, hususa kwa ajili ya Waislamu wote pia tunaruhusu dini zote mbili kuja sehemu kama hii kujumlika kupata dua. Kwa hiyo nashukuru sana kwanza Mwenyezi Mungu kunifikisha mpaka siku hii, alhamdulillah, nashukuru asante. Asante sana ndugu yetu Ibrahimu, pia pia inaye kafika katika eneo letu ya tukio, tutakuwa naye mwanzo mwisho. Asante sana, usahau kusubscribe YouTube yetu channel, asante.